Hebu sikiliza, nikueleze. Miaka kadhaa iliyopita, nilikuwa kama wewe. Nilisikia watu wanapiga mamilioni online na kwangu ilikuwa kama ndoto. Nilikuwa na simu, nilikuwa na bando, lakini sikujua pa kuanzia. Nilijaribu kila kitu, niligonga ukuta, na nilikuwa karibu kuamini hizi kazi za online ni uongo mtupu. Lakini siku nilipogundua siri inayoitwa social media management, maisha yangu yalilipuka. Sasa naingiza pesa ambazo sikuwahi hata kuzifikiria na nafanya kazi nikiwa nyumbani. Leo nakupa ramani kamili niliyoitumia. Hata kama hujui chochote, Mwisho wa video hii utajua kila kitu unachohitaji. Sasa hebu nikueleze umuhimu wa Social Media Manager. Hebu fikiria. Zile biashara zote unazoziona Instagram, Facebook, Facebook na TikTok. Mgahawa, duka la nguo, marakala ya nyumba na kadhalika. Umewahi kujiuliza ni nani anayepanga na kuposti zile picha na video kila siku? Nani anajibu zile komenti na DM zote za wateja? Jibu ni rahisi, ni social media manager ndiye anayefanya hiyo kazi, na hapa ndipo ilipo fursa yako ya kutajirika. Mahitaji ya watu hawa ni makubwa kupita kiasi, lakini hakuna anayejua pa kuanzia. Wengi wanafikiri unahitaji kompyuta ya Apple na ofisi ya kifahari ili uweze kufanikiwa. Hapana, unaweza kuanza na simu yako tu. Kwenye video hii nimevunjavunja mchakato mzima katika hatua rahisi mno. Nitakushika mkono kutoka sifuri: kujifunza ujuzi, kujenga portfolio ya bila mteja hadi kumpata mteja wako wa kwanza na kuanza kulipwa. Hebu tuwe pamoja sasa. Baada ya kujua social media manager, kinachofuata ni kuangalia social media management, yaani hiyo kazi sasa ya kumanage social media. Sasa hapa kuna mambo mawili matatu kuhusiana na social media management. Namba moja, tuangalie hii kazi ni kitu gani hasa? Kwanza kabisa social media manager anafanya nini? Kwa lugha rahisi, wewe unakuwa bosi wa mwonekano wa biashara mtandaoni, yaani social manager. Huyo majukumu yako, kama wewe ni social manager, ni matatu na ni makubwa kama ifuatavyo. Kwanza ni kutengeneza na kupanga maudhui yani, content creation na scheduling. Wewe ndio unayotengeneza picha na video za kuvutia, kisha unazipanga zijiposti zenyewe. Hii ina maana ukurasa wa biashara unakuwa active kwa masaa 24 hata mmiliki akiwa amelala. Namba mbili ni kuhudumia wateja yani community management. Unakuwa sauti ya biashara, unajibu comments, unajibu DM na unafanya wafuasi wajisikie kama wako nyumbani. Hii inajenga uaminifu na kuwafanya wanunue tena na tena. Namba tatu ni uchambuzi na mkakati yani analytics and strategy hii ni kama kudukua mfumo. Unaangalia ni posti gani zinalipuka kwa likes na comments. kisha unatumia data hizo kutengeneza mkakati wa kuongeza mauzo na wafuasi. Unawapa matokeo halisi. Sasa hebu nikupe mfano mzuri. Yule mama ntilie maarufu kitani kwenu au wengine wanamuita mama lishe badala ya yeye kupoteza muda kupiga picha za chakula anakupa wewe hiyo kazi. Unapiga picha kali, unaandika caption inayomtia mtu njaa na unajibu wateja wote mtandaoni. Wao wanapika, wewe unawaingizia pesa. Hiyo ndio thamani unayoitoa. Namba mbili, tuangalie ujuzi wa lazima. Najua unafikiria sawa, lakini mimi sijui chochote. Hebu sikiliza, huna haja ya kujua chochote, unaweza kujifunza kila kitu unachohitaji bure tu ukitumia simu yako. Huu ndio ujuzi, huu ndio ujuzi ambao unaohitaji, kwanza ni ubunifu ma, wa, maudhui, wa maudhui, yaani content creation. Achana na kamera za mamilioni. Unahitaji programu mbili tu kufanya hiyo kazi. Programu ya kwanza inaitwa Canva. Hii ni application ya kutengeneza matangano, matangazo. Ina maelfu ya template tayari zimeshatengenezwa, wewe unachofanya ni kubofya tu na kubadilisha. Unaweza kubuni picha za kitaalamu kwa dakika chache tu kutumia hiyo Canva. Kwenye upande wa video Unaweza ukatumia e, application inaitwa CapCut. Ni rahisi sana na itafanya video zako zionekane kama zimetengenezwa Hollywood. Ya pili inabidi uwe e, mwandishi wa kushawishi. Hii wenyewe wanaita copywriting. Hii ni silaha ya siri. Sila. Ni sanaa ya kuandika maneno yanayomfanya mtu asimame na kusoma badala ya kuandika nguo zinapatikana, andika unataka kuwa gumzo kwenye sherehe, gauni hili sio la kawaida. Jifunze kwa kuangalia kurasa kubwa zinafanyaje, kisha fanya vizuri zaidi. Namba tatu ni kujifunza misingi ya masoko ya kidijitali ya digital marketing, digital marketing basics huhitaji kuwa profesa we, ingia YouTube na utafute Facebook ads kwa wanaoanza. Majukwaa kama HubSpot Academy na Google Digital Garage yanakupa kozi za bure na utapata vyeti. Sasa, ushauri muhimu: jifunze kwa kufanya, usisubiri. Fungua Canva leo, jaribu kuandika caption kali leo hii anza sasa hivi, usingoje zaidi. Tatu, jenga portfolio yako hata bila mteja. Hili ndio swali linalowazuia wengi: nitamshawishije mtu anilipe wakati sijawahi kufanya hii kazi? Jibu ni portfolio. Portfolio ni mkusanyiko wa kazi zako unaoonyesha unaweza kufanya nini, na hivi ndivyo utakavyoitengeneza bila hata kuwa na mteja. Kwanza, fanya makeover ya siri. Chagua biashara ndogo karibu nawe, ambayo ukurasa wake umelala fofofo. Bila hata kuwaambia, anza kuwatengenezea maudhui ya mfano tengeneza logo mpya na kwa kutumia Canva, andika posti tatu za moto. Zikusanye zote sehemu moja, hiyo ndio portfolio yako. Utamwonyesha mteja mwingine na kumwambia hivi ndivyo nitakubadilishia ukurasa wako. Mbili, ukurasa wako ni duka lako. Anza kutumia ukurasa wako wa Instagram kama tangazo. Onyesha unachoweza. Posti kuhusu unavyojifunza. Onyesha unavyotumia Canva na mteja akiona ukurasa wako umepangiliwa na unavutia atakuamini mara moja. Tatu, ofa ya mwezi mmoja bure. Tafuta biashara inayoanza na uwape ofa hii ya kichizi. Nitawasimamia kurasa zenu bure kwa mwezi mmoja. Sharti ni moja tu, wakipenda kazi yako watakuandikia ushuhuda na watakuruhusu utumie kazi hiyo kwenye portfolio yako. Hii ni njia ya uhakika ya kupata uzoefu halisi. Ukiwa na mifano miwili au mitatu tu, hata kama haikulipwa au haikulipiwa una silaha nzito ya kumshawishi mteja yoyote. Namba nne: ni jinsi ya kumpata mteja wako wa kwanza. Sasa mchezo umeanza, una ujuzi, una portfolio. sasa twende kutafuta pesa. Usisubiri wateja, nenda kawatafute. Sasa hizi ni mbinu za kukupa mteja wa leo Namba moja, mbinu ya ujumbe wa thamani kwanza, yani value first DM. Hii ndio mbinu bora zaidi. Badala ya kutuma habari naomba kazi, fanya hivi: tafuta kurasa kumi za biashara ndogo, chunguza udhaifu wao. Je, picha ni mbovu au hawajaposti wiki nzima au hawajajibu wateja? Sasa chagua tatizo, chagua tatizo moja na watumie DM kama hivi: habari. Kwa mfano tumia jiko la mama, kwa mfano ile biashara ya mama ntilie, nimevutiwa sana na picha zenu za chakula. Nimeona wateja wanauliza maswali mengi kwenye comments, lakini hawajibiwi. Ushauri mdogo tu ninao hata kuwajibu kwa emoji ya asante kunaweza kuongeza wateja sana. Kazi njema. Unamalizia. Wengi wanaweza kuto kujibu, lakini yule mmoja atakayejibu asante, hatuna muda huyo, ndio mteja wako wa kwanza. Namba mbili, kwenye utafutaji wa wateja, waambie watu wako Tangaza kwa marafiki na familia, weka status WhatsApp. Usidharau nguvu ya watu wanaokujua. Tatu, tumia magrupu ya Facebook. Jiunge na magrupu ya wajasiriamali, subiri siku za matangazo na ujitangaze kikomando. Eleza jinsi unavyoweza kuwapunguzia stress na kuwaongezea wateja. Anza na mteja mmoja, mpe huduma kubwa au nzuri. Huyu mteja mmoja atakuletea wateja wengine watatu na kuhakikishia, hii inawezekana. Namba tano, tuangalie swala la bei. Hapa kuna swali, niweke bei gani? Watu wengi wanafeli hapa, wanaogopa kuweka bei kubwa. Wanaweka bei ndogo na kuishia kufanya kazi nyingi kwa pesa ndogo. Sikiliza kwa makini, usiuze muda wako, ila uza thamani. Tengeneza vifurushi vitatu. Hivi ni vifurushi vya mfano kwa anayeanza. Kifurushi cha kwanza kipe jina cha Bronze. Hiki ni cha kuanzia na huduma anayotoa ni kusimamia ukurasa mmoja Yani Instagram au Facebook posti ni kumi na mbili utakazofanya kwa mwezi na kujibu kom comments zitakazotolewa na DMs. Sasa bei ya hiki kifurushi kwa mfano unaweza ukasema laki mbili na nusu mpaka laki nne kila mwezi. Kifurushi cha pili utakiita Silver. Huduma yake ni kusimamia kurasa mbili, yani Instagram na Facebook posti zitakuwa ishirini kwa mwezi, video nne za reels na ripoti fupi. Bei ambayo utakaoanzia ni shilingi laki tano mpaka laki nane kwa mwezi. Kifurushi cha tatu ambacho ni kikubwa hiki tunakiita cha gold, huduma ni kusimamia kurasa tatu za Instagram, Facebook na TikTok, na unaposti kila siku video nane za reels, kusimamia matangazo ya kulipia na pia unaripoti, kuna ripoti ya kina ambayo utatengeneza. Sasa bei, kwa mfano, inaweza ikawa kwa kuanzia laki tisa kwa mwezi. Sasa hapa ninadokezo, hebu subiri kwanza, toa pongoz toa punguzo la asilimia ishirini kwa wateja wako watatu wa kwanza. Waambie hivi, kwa bei hii na kuondelea stresi zote za mitandao ya kijamii, ili wewe uzingatie kukuza biashara yako tu. Sasa namalizia kwa hitimisho na wito wangu. Hiyo ndio kila kitu unachohitaji ambacho nilikuahidi. Ramani kamili iko mikononi mwako. Tumeona kazi hii ni nini, lakini pia ujuzi wa bure unaweza ukapata, jinsi ya kujenga portfolio bila hata ya kuwa na mteja, na jinsi ya kupata mteja, na jinsi ya kulipwa. Sasa ni zamu yako. Hebu comment hapo chini sasa hivi, ni changamoto gani kubwa inayokuzuia kuanza hii biashara. Nitasoma kila komenti, na kama video hii imekupa thamani, hebu bonyeza like button na muhimu zaidi subscribe kwa kubonyeza na kengele. Kwa nini? Kwenye video inayofuata nitakuonyesha jinsi unavyotengeneza posti kumi za Instagram kwa chini ya dakika kumi. Hutaki kukosa hii, kwa hiyo subscribe. Kumbuka, kila safari kubwa huanza na hatua moja. Usiogope, anza leo, kuchukua hatua sasa hivi, na tutaonana kwenye video ijayo.